na wale wanafunzi ambao walifanya jitihada za kueneza madhhabi yake. Kwa hiyo tutatoa tarjama ya halini mwenyewe, kama mfano Abu Hanifa, lakini vile vile wale waliokuwa wali ni katika wanafunzi wake ambao walieneza madhhabi yake, lakini tutaelezea vile vile misingi wanaoitumia katika kutohoa masala ya hukumu za kisheria wakati wa jitihada zao. Yani wao walikuwa wanafanya jitihada. Jitihada ni kuwa mtu anapofanya utafiti anapolifuatilia jambo la hukumu katika hukumu za kisheria, kuna nidhamu na taratibu wamejiwekea, zikitimia, basi mtu atatohoa ile hukumu na atasema kuwa ni wajibu au atasema ni mustahabu au atasema kadha kwa sisi tutaelezea tab misingi waliyoiweka kufikia mpaka wao wakaelezea kuwa hili jambo lina nafasi gani katika hukumu za kisheria, kuwa ni sunna kuwa ni wajibu au misingi waliyoiwekea mpaka wakakataa e, dalili miongoni mwa adila ambazo ima zimekuja kwa wao wakasema hii ni dhaifu kwa sababu gani na ima imekuja wakasema wao e, sisi tumeikataa kwa sababu ipi? kwa hiyo e, haya ni mambo ambayo sisi tunatarajia kutofikia kwa Allah tabaraka wataala, vile vile e, kuyaelezea. Lakini vile vile vitabu ambavyo ndio e, asili masadir kubwa, ndiyo vitabu vya vya, vya, vya, vya kimadhhab, maana yake vile ambavyo akitaka mtu kuelewa vizuri madhhab hawezi kuepuka vitabu hivyo, lazima visome vile vitabu vya asili e, ambavyo ndio vimekusanya e, fikra, vimekusanya ilmu, vimekusanya aqwal e, na vimekusanya e, ile misingi e, na vimekusanya zile e, nidham hasa ambazo zilitumika mpaka ikaasisiwa ile madhhab na wale walioiasisi. Kwa hiyo sisi tutaelezea hivyo vitabu katika upande wa mutun na zile shuruhu ambazo ni za kimadhhab, yani shuruhu zilizosherehesha vitabu fulani vya madhhab. Kwa hiyo kama ni vitabu vya alhanafiya na shuruhu zilizosherehesha vitabu hivyo yani mutun pamoja na na sharufu zake. Lakini vile vile hatutaacha kugusia upande wa vitabu vya fatawa ambavyo ni vitabu vilivyo e, andikwa maalum kwa ajili ya fatwa za e, madhhabu husika. Lakini tutazungumzia vile vile maneno wanayoyatumia katika vitabu vyao ahlulilmi, hawa wafiqihi, wana maneno wanayoyatumia, mfano wakisema ash-shaykhani kimadhhabu, wanamkusudia nani? Unapozungumzia madhhabu mfano ya Hanafiya, ukisema ash-shaykhani, tofauti eh, na unapozungumzia watu wanaosoma vitabu vya hadithi, wanapozungumza ash-shaykhani. Kwa hiyo wakizungumza ash-shaykhani katika madhhabu ya Hanafiya, wanakusudia ni watu wengine, na katika upande wa hadithi ikizungumza ash-Shaykhani maana yake ni maarufu kwa Imam al-Bukhari na Imam Muslim. ma l kuhusiaa Hanafia ni nani? Basi inshaallah kwa tawfiki yake Allah, tabaraka wa ta'ala, kwa kudrati wa mashiati, tuta tutaona. Kwa hiyo kiufupi, tutazungumzia madhhab nne na wale wasisi wa madhhabi hizo, pamoja na wanafunzi wao. Tutazungumzia misingi yao wanaoitumia kwa ajili ya kuelezea hukumu za kisheria lakini tutazungumzia vile vile vitabu vyao, e, lakini vile vile tutazungumzia maneno wanayoyatumia katika madhahib zao, kutoofiki yake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sisi tutapenda kwanza tuanze na madhhabi ya Hanafia kwa sababu ndio madhhabi ya juu e, kabla madhhabi nyingine. Kabla ya kuanza e, utangulizi ni kuwa sisi somo letu hili ni somo maalum ambalo ni somo la tarajim pamoja e, na masala muhimu anayotakiwa mtu kuyafahamu yoyote mwenye kujinasibisha na madhhabi katika madhhabi hizi. Kwa hiyo tutakaposoma, bila shaka kuna mambo mengi ambayo tutayafahamu na kuelewa, waasisi wa, wa madhhabi hizi walisoma vipi mpaka wakafikia wakawa waka wako makini katika madhhabi zao yani kuna vitu gani ambavyo ilikuwa ni kama e, mambo ya mwanzo waliojifunza na walifikia vipi hatua mpaka wakawa ni katika ahlul ilmi al kibar katika upande wa fiqhi, na je misingi e, waliokuwa nayo katika upande wa elimu e, pamoja na ilmu zao walizichukua e, kwa nani na walisoma vipi na walisoma katika miji gani e, ni sehemu katika mambo ambayo e, tunatarajia kujifunza katika darasa yetu hii muhimu. E, somo maalum e, la kuelezea e, kuhusiana na, na madhahabi nne pamoja na waasisi wake pamoja na misingi yao pamoja na vitabu vyao pamoja na maneno yao wanayoyatumia e, katika madhahib zao. Kwanza, jambo lililokuweka wazi kwa yoyote ambaye ni katika watu wanaosoma elimu, basi anafahamu kuwa fiqhi ni somo maalum e, ambalo lina upekee. Fiqh ni somo ambalo ndio linapangilia ule mfumo wa maisha ya mtu ambaye anaishi akiamini kuwa yeye kaumbwa na anatakiwa abudu. Fiqh inakupa mwongozo na inakuwekea, fiqh inakupa mwongozo na inakuwekea nidhamu katika upande wa ibada, nidhamu katika upande wa namna ya kuamiliana na watu, nidhamu katika mafungamano yako na familia yako nidham katika mambo ya kijamii, nidham katika mambo ya kiuchumi ya kisiasa na mambo mengine. Kwa hiyo ahlul ilmi na mafukaha wana juhudi kubwa sana katika kuchambua na kuelezea mambo mbalimbali ya kiilmu ya ndani kabisa ambayo yanatohoa hukumu za kisheria kwa wale ambao wanatakiwa wafanya ibada, wale waliokalifishwa na sheria kuwa wao waabudu. Kwanza, fiqhi ni somo ambalo linamwelezea mtu mafungamano yake na Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile mafungamano yake na ndugu zake Waislamu, lakini na kuishi na watu wengine waliokuwa pia sio Waislamu, lakini katika jamii zote ambazo e, yule mtu atakuwepo katika maisha yake fiqhi inampa inampa mwongozo kwa hiyo kuna jitihada walizozifanya ahlul ilmi toka zamani katika kuchambua e, zile adila za kisheria kuelezea mambo mbalimbali e, ya kisheria kwa ajili ya kufika katika kipengele kile ambacho Allah tabaraka wataala kakizungumza kuwa haya masaili ya kisheria. Mtume salallahu alayhi wasallam, Allah tabaraka wataala asema wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin Mtume sallallahu alaihi wasalama ni rahma kwa viumbe wote. Kile ambacho kwa kapewa mtume sallallahu alaihi wasalama kilitakiwa kiwe ni rehema, maana yake hiyo ni sababu ya mtu kupata kheri na neema za Allah tabaraka wataala. Kwa yoyote ambaye ni katika watu wapo katika ulimwengu, wanastahili kukifahamu kile. Na watafahamu vipi kuwa ni wajib kufanya jambo fulani na ni haram kufanya

kwa watu awahukumu watu, awaeleze watu hukumu za kisheria, awahukumie watu bima anzala Allah, kwa kile alichokiteremsha Allah yeye mwenyewe. Yaani hukumu za kisheria si mambo ambayo watu wanayabuni, bali yana asili, na asili zenyewe ni zile ambazo Allah tabaraka wa taala akazielezea katika kitabu chake na yale yaliyothibiti katika sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasalama. Allah akasema wala tattabii ahwaahum amma jaaka min alhaq, usije ukaacha alichokuteremshia Allah tabaraka wataala kisha ukafuata matamanio yao, ukaacha kile ambacho kwamba kimekuja katika haki, ukafuata vile akili za wanadamu zinavyotaka, ukaona huyu kwa sababu ukafanya jambo fulani, hukumu yake yapigwe, yasipigwa, yakipigwa E, ataumia, watu watatuchukia, watu watafanya hivi. Kafanya kosa la kisheria, hukumu yake yapigwe, na dini adilla za kisheria zinasema apigwe. Fanya hili, usifuate ile dhanna, e, waliokuweko nayo au mtazamo wao, kwa sababu hii itakuwa ni kufuata matamanio. Kwa hiyo, barakallahu fikum. Sasa kuna mambo mengi ambayo Allah tabaraka wataala, e, ameyaelezea juu ya himizo la watu kufahamu thamani na ubora wa hukumu za kisheria. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kamleta mtume sallallahu alayhi wa alaihi wasalama, na mtume sallallahu wa alaihi wasalama yeye mwenyewe alifundisha, yeye mwenyewe alielimisha watu juu ya mambo ambayo yanahusiana na hukumu za kisheria. Kwa hiyo watu wakasoma, wakasomeshwa waliishi na mtume sallallahu alaihi wasalama, wakawa katika miamala yao katika upande wa mambo ya kijamii, mambo ya kiuchumi, mambo ya kisiasa e, mambo ya mafungamano mtu na mke wake, ya mafungamano ya nchi na nchi. Kuna nidhamu zote, kuna nidhamu mbalimbali e, ambazo toka wakati wa mtume sallallahu alaihi wasalama e, zipo, na kwa sababu kila nidhamu ina taratibu yake na mwisho huja swala: je, hili tulilolifanya ni wajibu au ni sunna au ni jambo ambalo linajuzu tukisheria? Au haya masala yote yanazunguka e, katika istilahati za kifiqihi katika mambo ya kifiqihi. Kwa hiyo bila shaka kuna ulazima e, mkubwa sana wa kupatikana mafuqahaa, watu wenye fiqihi katika upande wa dini, kwa sababu hawa ndio ambao wanatupa sisi ule mwongozo kabla ya kulifanya jambo kuwa tufanye kwa sababu hili kwa dalili hii ni wajibu, na tusifanye hili e, kwa dalili hii hili ni haram. Lakini vile vile e, wanatupa mwongozo kuwa e, kabla ya kufanya jambo fulani kuna sharti hili e, na baada ya kufanya jambo fulani, basi wao hutuambia kuwa ya ibada haijakubaliwa kwa sababu imekosa e, imekosa sharti hili. Kwa hiyo wafuqaha wali anza kuzalishwa wakati wa Mtume sallallahu wa Mtume alayhi wasallam wasalam ahlulilmi ambao walikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasalama, na wakafahamika kuwa wao baadaye walikuja wakawa ni mafukaha. Tukisema ahlulilmi walikuwepo wakati wa Mtume, maanake ni wale masahaba na wanafunzi wake. Tutataja baadhi yao, kisha tutarudi katika baadhi ya wale ambao walikuja baada ikhtisari kuwa katika mafukaha ambao walisoma fiqhi na wakabobea katika fiqhi. Tukisema fiqhi ni elimu ile ambayo e, inadharurika kwa watu au inalazimika kwa watu kuifahamu ili waweze kuwa na mafungamano mazuri na Mola wao, mafungamano mazuri na familia zao, mafungamano mazuri ya kiuchumi, ya kisiasa e, kwa sababu haya yote yanashika e, kuhamba au kwa sababu haya yote ndani yake kuna hukumu mbalimbali za kisheria ambazo ndiyo nguzo za kuunganisha na ndiyo nguzo za kusimamisha haya mambo yaende. Kwa hiyo katika upande wa masahaba waliokuwa ni mafuqaha e, kuna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, lakini vile vile Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, lakini vile vile Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, lakini vile vile Mama Aisha radhiyallahu anha lakini vile vile Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lakini vile vile Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Hawa ni katika masahaba waliofahamika zaidi kuwa ni katika mafuqaha wa kisahaba, na wako wengine wengi, lakini bil ikhtisari, sisi tumetaja hawa. Lakini katika upande wa matabi'ina vile vile kuna Sa'id ibn Musayyab

ambao walifahamika sana e, kwenye jambo zima la fiqh hii e, bila kumsahau katika kundi hilo la matabiina kwa wale wanaoona wana, wana kuwa Abu Hanifa e, ni katika matabiina vile vile katika kundi hili Abu Hanifa. Kwa hiyo baadaye baada ya hawa e, matabiina e, ndio likaja kundi katika upande e, wa tuba atabiin

Abu Hanifa kama tulivyoelezea ni katika upande wa matabiina daraja ya mwisho wadogo eh, au ni katika ma atabiina wakubwa eh, katika tabaka ya kina Imam Malik. Kwa hiyo katika upande huu, au katika wakati huu aabia kuna mafuaha wakubwa walikuweko vile pamoja eh, Imam Malik maali aliuwek Sufanthauri lakini vile Alazai lakii vilevile al Sad eh, na wengine ambao e, walikuweko na wengine ambao walikuwepo e, katika wakati huo. Kwa hiyo Sufyan ath-Thawri na Al-Awza'i na Al-Layth ibn Sa'id hao ni katika ahli al-ilm al-kibar ambao walikuwepo katika wakati wa Imam Malik, katika wakati wa Imam Abu Hanifa, katika wakati wa Imam Shafi'i, ingawa Abu Hanifa ni mkubwa kuliko Malik na Malik ni mkubwa kuliko Shafi'i, lakini hawa wote walikuwepo katika wakati mmoja wa wakati wa tabi'i.

ambao walikuweko na wengi, katika watu hawafahamu kuwa madhahib hizi zilikuweko, hizi madhahib zilikuweko. Yani bila shaka e, kulikuwa kuna madrasa tofauti tofauti za kifikhi, kulikuwa kuna madrasa tofauti tofauti za kifikhi katika miji e, kama kulikuwa kuna madrasa ya Imam Abu Hanifa ambayo ilikuweko Kufa Iraq, lakini kulikuwa kuna, lakin kuna madrasa ya Imam Malik ambayo ilikuwa iko Madina. Lakini kulikuwa kuna madrasa ya Imam Shafi'i ilikuwa kwa Baghdad pamoja na Misri, na kuna madrasa ya Imam Ahmad ilikuwa kwa Baghdad, na kuna madaris nyingine ambazo zilikuwa kwa upande wa Sham Syria, lakini vile vile Hijaz pamoja na Misri. Kwa hiyo kuna madaris, madaris maana yake ni mahala walipokuwa watu wengi eh, wanakwenda katika sehemu hizo na wanakaa wanakwenda kusoma fiqh

imam malik lakini e, katika upande wa misri alikuwepo al laith bin sa'd ambaye vilevile alikuwa daraja moja na imam malik kwa hiyo madhahib ziko na madaris e, ambazo watu walikuwa wakichukua ilm pia zilikuwepo e, kama tulivyosema huu ni utangulizi kabla ya kuanza kuingia katika uh, nukta zetu tulizozikusudia kuelezia tarajim pamoja uh, na vitabu na mustalahati pamoja na kawaidi za madhahibu nne kwa hiyo huu ni utangulizi Eh, fupi sana ambao unaelezea kumbe fiqhi ilianza eh, muda mrefu na ina maulama wakitoka wakati wa masahaba lakini vile vile matabiina, eh, vile vile atabiin, vile vile atabiin na waliokuja baada yake, yaani silsila ya eh, mambo ambayo watu hukaa wakayasoma na kuna madaris zilizofahamika, si katika upande wa Kufa, katika upande wa Madina, katika upande wa Baghdad, Misri, eh, vile vile Sham na Hijaz eh, kwa ujumla huko kulikuwa kuna madaris mbali mbali za wanazuoni wa fiqh, lakini tumalizie kuwa madhhab kama madhhab au madhahib hazikuwa nne tu kama zilivyo katika baadhi ya dhana za watu. Hapana, kulikuwa kuna baada ya madhhabi al-Hanafiya, al-Shafi'iyya, al-Hanabila na al-Malikiyya, kulikuwa kuna madhhab kama al-Thawriya

hakupata watu wa kuweza kuihifadhi e, ile madhhab. Wasema madhhab maana yake e, zile kauli zake katika ahkamu za sheria, hakupata wanafunzi wakazisambaza wakazieneza. Lakini aljariri ya Ibn Jariri Atabari ni katika ahli al ilm al kibar, ambao wanasema maulama alifikia daraja ya ijtihadi, alikuwa vile vile ana aqwali zake, mpaka ikawa kuna madhhab yani kuna watu wanafuata zile kauli za Ibn Jariri Atabari.

lakini wale waliofikia daraja kubwa sana katika ilmu ndio ambao walikuwa wana wafuasi na walikuwa wana watu na walikuwa wana fatua zao na kuna watu wanaowaamini wao na wanafuata kile ambacho kwamba eh, wanakizungumza katika fatua zao. Kwa hiyo kulikuwa kuna madhahi tofauti tofauti, lakini Allah tabaraka wa taala kaandika eh, mambo mengi katika hayo kutokuwa katika nidhamu ya moja kwa moja kama ilivyo madhhabi ya Hanafia.